Dr. Mwinyi amejenga hospitali nne Pemba kila wilaya na kila hospitali ina vitanda vinane vya ICU whereby miaka minne iliyopita nyuma Pemba tulikuwa hatuna ICU hata moja. Sasa leo tunamshukuru sana rais wa Zanzibar mwenye na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ameweza kuja kuokoa uhai wa wananchi au vifo visivyokuwa vya lazima. Dkt. Mwinyi ametuwekea mfumo wa kidunia wa rufaa, unaanza primary health care, ambayo kule primary health care unapata hospitali za aina mbili, unapata dispensary na unapata health centers. Ukitoka health centers, unakuja district hospitals, hospitali za wilaya. Dkt. Mwinyi amejenga kila wilaya hospitali moja Zanzibar nzima tuna wilaya kumi na mote mna hospitali ina vifaa tiba. kujenga hospitali ya mkoa Chake Chake ambayo ndio itakuwa hospitali ya rufaa kwa Pemba. lakini pia ukiacha mkoa tunakuwa tuna kuwa, tuna general hospital ambayo mnazi moja inakwenda kuwa renovated na kujengwa upya sasa, lakini mwisho tunakwenda kujenga super specialized hospital hospital and teaching hospital, Binguni. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imefanya juhudi kubwa katika kuboresha miundombinu ya afya na utoaji wa huduma za afya kwa wananchi ikiwemo ujenzi wa hospitali kwa ngazi ya wilaya kwa wilaya zote za Zanzibar, kujenga hospitali ya, ya mkoa ya Lumumba katika mkoa wa mjini Mari, ambayo inatoa huduma za kibingwa Kadhalika serikali imefanikiwa kuimarisha upatikanaji wa huduma mbalimbali, ikiwemo huduma ya usafishaji figo na huduma za mama na mtoto. Vilevile serikali imeongeza wataalamu wa afya wenye sifa, kuboresha maslahi ya wafanyakazi na kujenga nyumba za madaktari kwa lengo la kuwawezesha kufanya kazi kwa utulivu katika maeneo yao. Sambamba na hilo, serikali inaendelea na uimarishaji wa miundombinu ya afya ikiwemo kujenga vituo vipya vya afya, kuimarisha vifaa tiba pamoja na kuwasomesha madaktari ili waweze kufikia ngazi ya udaktari bingwa na ubingwa bobezi, ambapo kwa sasa jumla ya madaktari bingwa 81, madaktari watatu wa ubingwa bobezi na wauguzi 45 wanaendelea na masomo yao. Serikali kwa kipindi hichi cha hivi karibuni imefanikiwa kusajili madaktari bingwa 37 wakiwemo madaktari bingwa sita wa kigeni kwa lengo la kuimarisha utoaji wa huduma bora na za kisasa na za afya hapa nchini kwetu. Aidha, serikali inaendelea kuimarisha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi wakiwemo kujenga hospitali za mikoa pamoja na hospitali kubwa na ya kisasa ya rufaa katika eneo la Binguni, ambapo hatua za awali za ujenzi huo zimeshakamilika. Kongamano hili la mwaka 2025 limepewa kauli mbiu isemayo kuendeleza afya, ubunifu na ustawi wa Zanzibar. Kauli mbiu hii inaakisi dhamira ya serikali ya awamu ya nane na awamu zote za serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zilizopita kwa kuhakikisha kila Mzanzibari popote alipo anapata haki ya msingi ya huduma bora za afya kwa ukaribu zaidi. Kauli mbiu hii pia inatukumbusha, ili tuweze kufikia malengo yetu ya afya kwa wote, ni lazima tutumie tutumie ubunifu, teknolojia na njia mpya za kuimarisha ustawi wa jamii zetu. Hivyo napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa wataalamu wetu wa sekta ya afya kuhakikisha tunabadilika na kuendana na mabadiliko ya teknolojia na ubunifu ili kuendelea kuboresha huduma za afya hapa nchini. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.